sekta ya ufugaji wa nyuki e, Sikonge e, e, ni miongoni mwa halmashauri ambazo zinafanya vizuri sana tuna takriban jumla ya ufugaji wa nyuki e, zaidi ya 5223 ambao kwa kina mama ni zaidi ya 1103 lakini pia uzalishaji wa mazao kwa wastani kwa mwaka ni zaidi ya tani 1527 e, lakini pia na nta hali kadhalika ni zaidi ya tani takriban 1180 lakini sasa ili kuendelea kuboresha sasa sekta ya ufugaji wa nyuki tunaona ni umuhimu kuanzisha sasa e, tuwe na shamba maalum kwa ajili ya kutolea mafunzo hali kadhalika kwa ajili ya shughuli za uzalishaji, ili kusudi wafugaji mbalimbali wadau mbali mbalimbali wanaotaka kujifunza hususan ni shughuli za ufugaji wa nyuki wawe na sehemu maalum kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Hasa kupitia mkurugenzi wetu e, Mzee Selemani Pandawe akawezesha sasa upatikanaji wa bajeti ya takriban milioni 30 kwa ajili sasa ya kuanzisha Uh, hilo eneo kwa ajili ya shughuli kama nilizozisema. Kwa hiyo eneo tutaliweka katika kijiji cha Ugunda, kata ya Ipole, katika hifadhi yetu ya, ya, ya Ugunda ambako pia kule kuna maeneo ambako kuna walinzi wa wakati wote. Kwa hiyo tunaamini hata usalama wa lile eneo utakuwa ni mkubwa. Hali kadhalika, mazingira wezeshi kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa nyuki, kwa maana unapoongelea kuwepo na miti yenye maua mengi, kuwepo na rasilimali za maji, kuwepo na usalama panafikika a ni eneo ambalo ni, ni sahihi sana kwa kuanzisha kituo hicho. Kwa hiyo tunaamini sasa e, wenzetu wataalamu wa ufugaji wa nyuki, bahati nzuri sasa hivi tuna wataalamu wengi wa ufugaji wa nyuki zaidi ya wataalamu kumi ndani ya halmashauri yetu, na mtaalamu mmoja tutamuweka maalum kabisa kwa ajili ya kusimamia e, eneo hilo. Kwa hiyo tunaamini kupitia hiyo e, tunaita kwa Kiingereza inaitwa e, e, kwa hiyo naamini hilo itatuwezesha zaidi kuwa na matokeo mazuri. Wafugaji watapata mbinu bora za kujifunzia, lakini pia uzalishaji wa mazao utaongezeka. Lakini pia kwa wale ambao watataka kufanya utalii wa ufugaji wa nyuki pale, watenda watajifunza eh, shughuli nyingi za ufugaji wa nyuki, lakini hali kadhalika wakifanya utalii na kuenjoy, kwa sababu ni, ni, is, is a kind of ecological tourism. Mizinga ya, ya kisasa ya kutundika katika eneo hili la hifadhi ya Ugunda kwenye kambi ya Kanjagara ambayo itatumika kufundishia ni kama shamba darasa la halmashauri, tutaitumia kutoa mafunzo ya ufugaji nyuki wa kisasa. Na pia kuna katika mizinga ipo mizinga 200 ambapo imechanganyika, mizinga 170 ni mizinga ya top bar, mizinga ya vihunzi, mizinga kumi ni mizinga ya nyuki wadogo, na mizinga ishirini ni, ni mizinga ya biashara. Ndio msitu utakao utumia kwa ajili ya ufugaji nyuki na tumetengeneza mizinga ya kisasa kama shamba darasa ambapo wafugaji wa nyuki tutaweza kutoa elimu kupitia hiyo mizinga ili tuweze kuzalisha mazao bora kabisa yanayotokana na ufugaji nyuki wa kisasa.